Tunachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. hapa tulipo sasa hmm. ni kwa fundi wangu mkubwa yani mkuu ndio aroni kabisa kazi mimi aha, kwamba hapa tulipo ndo kwa fundi yule mkuu ambaye aliyokukabidhi wewe mikoba kule Morogoro, si ndio hivyo? E, ndio hivyo, yuko hapa. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu na huu ndio urithi wetu. Anaitwa Alima Juma Dolea, jina la kazi anaitwa Kibibi. Kibibi, mi nataka kufahamu historia fupi tu mpaka ulipoitwa jina la Kibibi. Wakati si tunakuona tunakuonayo ni kijana kabisa binti kabisa, imekuwaje mpaka ukaitwa Kibibi? Mimi naitwa Kibibi hmm. Kwa sababu tuna mila walizokuwa wanazifanya wazee wetu mm, kwa hiyo kulikuwa na kazi hizi za mila alikuwa anafanya mm. mm. shangazi yangu, mimi nilikuwa bado sijazaliwa. Kwa hiyo shangazi yangu aliyokuwa anafanya mila hizo mm, alifariki ila nikiwa mimi bado sijazaliwa. Alipofariki na namaana, alikuwa anafanya kazi za ufundi mganga Kwao waliofariki shangazi yangu walichukua mkoba ule mm. wakaufukia mm. walisema, sisi hatutaki kufanya kazi hizo kwao mm. walivyofukia kwa, wali kwa kweli familia yetu sisi mm. wote waliisha. Waliisha kivipi? Yaani walifariki. Walifariki na maana e, kila mtu alikuwa hataki kulisi ule mkoba e, kulisi mkoba au uganga mm. Kila wakienda sehemu, wanaweza wakaambiwa, jamani, vira ndio zinawasumbua mm. inahitaji mfufue ule mkoba mliofikia mm. Wakirudi yeah. nyumbani wanazarau mm. Ukizarau wan wanakufa macho mm. wana wanakuwa hawatembei, wanakufa miguu mm. wanakufa mdogo mm. Hawaongei hadi siku ya siku mtu anafariki mm. kwa kweli, hadi tulikobaki sisi, kama sisi naona mm. familia yote imeisha mm. hatuna <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> shangazi hatuna baba mkubwa mm. wala mdogo mm. Yaani wote upande wa kwa baba mm. wameisha. Waliokuwa wamebaki ni mm. watatu tu, watatu hao, na maana shangazi yangu mmoja amebaki mtoto mmoja mm. na shangazi yangu mwingine amebakisha watoto wawili, na maana kama familia ipo, wale waliokuwaonezaa sasa ndio mm. tu tunaonekana kama ndugu lakini kiufupi ndugu wote hawapo kwa ajili ya hiyo ya hiyo. Sasa imekuwaje sasa? Baada ya kwenda sehemu mbalimbali huko, mnaambiwa kwamba tatizo ni kwenda kufukua ule mkoba, je? Yeah, mkoba ulifukuliwa? Hapana, haukufukuliwa mkoba haukufukuliwa. mm -hmm. nadhani ulishika hivyo, kila mtu alifariki, alifariki, alifariki. mm -hmm. na mimi nilikuwa siishi Dar es Salaam huko. mm -hmm. Nilisomea Morogoro, nimekulia Morogoro. mm. na maisha yangu yalikuwa Morogoro, lakini kila jinsi ilivyokuwa inazidi kuendelea, ina maana ule ulikuwa unazunguka unamtafuta, hadi e, ukaja kwangu mimi. mm. Nikaanza kusumbuliwa. mm. Niliumwa sana. mm. Sio niliumwa kidogo, yani niliumwa sana. mm. Walinikamata, walinishika. mm. Kwanza nilikuwa sijanywa maji siku saba, sikunywa <laughs> maji siku, maji, siku mm. saba. mm vilevile walinichukua wao mm. wenyewe wow. Kwa maana mume wangu alifanya kazi sana siku waliokuwa wamenichukua kwa kunifuatilia mm. walinipeleka mbali mm. walinipa tumburi ya kuja kufanyia kazi mm. nilivyopata kweli kule porini, aliwaomba mm. wakasema, sisi hatuna shida ya kumchukua, tulimpa hiki kitendea kazi ili akakae chini afanye kazi mm. asaidie familia yake na waliokuwa wamebaki. mm. Kweli nilirudi ile tunguri naye nyumbani ni nilikaa na walizidi kuwaomba, kwa sababu nilikuwa siri chakula. Walizidi kuwaomba, lakini kila siku walikuwa wanasema sisi tunahitaji akae chini afanye kazi, sisi tunataka akae chini afanye kazi. Keli mume wangu alijitahidi, wa mamangu angu alijitahidi hadi siku ya siku nilikabidhiwa mkoba nikiwa ni wapi, Morogoro nilipokabidhiwa mkoba. Nikakaa kama miezi miwili au mitatu, wakaanza tena kunisumbua, hatuhitaji uishi Morogoro, tunataka urudi kwenu, urudi kwenu Dar es Salaam, kwa sababu kule aliyokuwa aliokua aliyokuwa anatibia kwanza hadi akafariki, hu shangazi yangu, na maana makazi yake alikuwa Dar es Salaam, alafu mimi Morogoro ni kwa mama, kwa baba ilikuwa huku Dar es Salaam. Basi na mimi sikuwapinga. Nimebeba mkoba wangu kwenye gari es mm. Vizuri. E, wewe mkoba wako ulikabidhiwa kwa, kwa, kwa mtindo gani? Mimi mkoba wangu nilikabidhiwa kwa nyanga, kwa nyanga. Mm. Ilikuwa ninapigwa buyu eh, baada uh -huh. Hapo ukaja Dar es Salaam, ukatoka Morogoro ukaja Dar es Salaam. Kwanza mm, uwezi kukabidhiwa mkoba mm kama hujafichiwa kitu kwenda kukumuru ili mradi mm. ujulikane mm. Je, kweli mwalimu anaona mm. na ni mganga kweli mm. kwa sababu tunafichiwa mm. hadi tuvumbue kile kitu mm. yani hauwezi kumtibu mtu bila ya kuwa mm. na uwezo wa kuona na huwezi ukamshughurikia mtu Ujakaa, ujaangalia je, ana tatizo gani? mm -hmm. na nimsaidie kwa dawa gani ili aweze kupata unafuu mm. kwa hiyo -hmm. kufichiwa ni lazima ni lazima eh, auwezi kukabidhiwa tu ili mradi umekabidhiwa, na maana ukikabidhiwa tu ili mradi umekabidhiwa, basi inakuwa si uganga, sio uganga e. kwa hiyo ukaja Dar es Salaam ukaendelea na masuala ya tiba e. nikaja Dar es Salaam, nikaja Dar es Salaam, nikaanza kufanya kazi zangu, kufanya kazi eh zangu hapa sasa, tunataka tuzungumzie leo hii shughuli ambayo inaofanyika leo hapa. Ni shughuli ya, ya, ya, ya, ya namna gani? Hii shughuli tunaifanya hapa ni shughuli ya tambiko mm. au dogori, tambiko ama dogoli, yeah. kuna utofauti kati ya tambiko na dogori? Hakuna utofauti, kwa sababu yote ni yale yale. kwa sababu tambiko una maana, kuna vifaa kwanza tunaviandaa vya kutambikia mm. Alafu ndio tunaweka ngoma. hmm. Tunaanza, wanaanza kupiga wapigaji. hmm. hey. na tayari wapigaji wanapiga ngoma zile. hmm. Wazee watapanda, ni wazee lazima waje wafurahie kile ambacho mlichowaandalia. je hey. Hili tambiko ni la kumkabidhi mtu mganga ama la kuponya mgonjwa hapana hili tambiko sisi tunalolifanya hapa ni tambiko Mm. Yaani kawaida sisi kila mwaka mm, lazima tufanye tambiko kwa kazi zetu tunazozifanya, eh mm. Kwa hiyo hakuna mm, e, mtu anayekabidhiwa kazi, mm, sisi tunafanya tambiko. Kwa hiyo ni sherehe ya mzimu eh, ni sherehe ya mizimu, e, sherehe tu ya mizimu. Kwa hiyo mnaandalia sherehe ya mizimu. Na vitu gani haswa ambavyo vinatakiwa ili vikamilike na umweze kufanya hilo dogoli dogoli sisi e, inakamilika mm. Tunapika pombe mm. tunapika togwa si ya asili pombe ya asili e, na togwa la asili ndio matambiko za mm. na kwetu sisi. Baada mm. ya hapo, nafanya nini tena kingine? Kabla ya kwanza tujaanza kazi zote, ina maana tutaenda njia ya panda, tunatambika matambiko yetu kama kawaida tunavyoyafanya mm. Tukirudi ndo tunakaa chini, tunaanza kazi mm -hmm. e, kwa hiyo hilo ndo kubwa haswa ndo kubwa sana. Kwa hiyo leo hapa bwana, wadau wangu wa United Kingdoms of Africa, leo sasa wajaribu kuwaoneshea vile dogoli linavyopigwa lina usiku na na wazee wanavyokuja. Basi kwa kwa mtu ambaye anahitaji kuku, kukupata anahitaji kwenda kwa Dr. Kibibi. Hanakupataje? Anayehitaji kuja kwangu mimi, mm. mm. naishi Kitunda. mm. namba zangu za simu sifuri sita tisa tatu sitini na sita thelathini na tatu ziro sita sio ya mmeo <laughs> maana wengine wanaogopa usumbufu. Kuna wengine wanapenda, wanaogopa usumbufu, wanaona bora wataji namba za, za watu wao wa karibu, kila kitu. Lakini hiyo namba, mtu akipiga moja kwa moja anakutana na fundi Kibibi, yaani, saa yote sizimagi simu, ni muda wote na saa yote. Hiyo ni namba yangu ya, Airtel. ya Airtel. Namba yangu ya Tigo sifuri sita tano saba thelathini tisini na nane sasa kwa nini hatujafanyia? Umesema unakaa kilinge chako ofisi yako ipo Kitunda, kwa nini sifanyike Kitunda mpaka ikaja kufanyika huku Malamba Mawili? kwa nini imekuja kufanyika huku? kwa sababu mm, hapa tulipo sasa mm, ni kwa fundi wangu mkubwa, yaani mkundo aronikabisi kazi mimi Aha, kwamba hapa tulipo ndo kwa fundi yule mkuu ambaye aliyekukabidhi wewe mikoba kule Morogoro si ndio hivyo? Ndio hivyo, yuko hapa.